Mungu huongea na watu kupitia through conviction. God speaks to people through conviction. Mara ingine unaweza sikia moyo wako unawaka moto unasikia, tena moyo unawaka moto, unashindwa hii ni nini? Na baada ya hiyo, ukiwa katika hiyo hali unasikia meseji unanenewa, kupitia kwa moyo wako huo, mm, ni Mungu huwa anaongea na wewe through conviction. Mm -hmm. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mm -hmm. That one we can get in Luke chapter 24, verse 32. Acts chapter 1, verse 8. Okay, Mungu huongea na watu through the, through His Holy Spirit. Mm-hmm. Bwana Mungu huongea na watu na wanasikia wanajazwa nguvu ndani yao, alafu wanaanza kusikia message, na hiyo message huwezi nyamazia, hata ufanye nini italivukia katikati ya watu. That is Acts chapter 1 verse 8. Haleluya! Lakini mtapokea nguvu yes. akisha kuwajilia juu ya yenu Roho yeah. Mtakatifu yeah. nanyi mtakuwa mashahidi wangu mm -hmm. katika Yerusalemu mm -hmm. Uyahudi kote.